Leo ni miaka 60 Tanzania bara iliyokuwa ikifahamika kama Tanganyika, ilijinyakulia uhuru wake na kuanza kujitawala yenyewe kutoka kwa wakoloni Waingereza tarehe 9 Desemba mwaka 1961 Sitini na moja. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliutetea uhuru wa Tanganyika akiwa na wenzie 16 na kuanzisha msingi wa kuijenga Tanganyika iliyoendeshwa kwa sera ya ujamaa iliyosimamia maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Nyerere alifanikiwa kuitumia sera yake hiyo ya ujamaa kutengeneza na kuimarisha mfumo wa chama kimoja chini ya uongozi wa Chama cha Mapinduzi, CCM. Wakati huo ilikuwa tano lakini CCM ikazaliwa mwaka 1977 baada ya TANU na, na Afroshirazi Pati ASP, ASP kuungana. Lengo hapa lilikuwa ni kuimarisha mshikamano wa kujitegemea kwa tanganyika wakati huo kudumisha usawa wa kijamii, kisiasa na kiuchumi. Miaka 64 baadaye Tanzania imepitia mabadiliko mengi ikiwemo kuanzishwa kwa mfumo wa demokrasia ya vyama vingi mwaka 1992 licha ya kwamba kimebakia kuwa ndio chama kinachohodhi siasa za taifa hilo la Afrika Mashariki. Miaka hii 64 inaadhimishwa nchi ikikabiliwa na hasira za vijana wanaotaka mabadiliko, vijana ambao ni asilimia sitini na nne ya idadi ya Watanzania, kiasi milioni sabini. Idadi kubwa ya Watanzania ni watu waliozaliwa baada ya uhuru na wamekuwa na kiu ya kutaka kuona mabadiliko. Kwenye mjadala huu nimewaalika Katibu mwenezi wa CCM mkoa wa Dodoma, Jawadu Muhamed na mchambuzi wa kisiasa Gwandumi Mwakatobe. Tunatazama Tanzania iko wapi na inakwenda wapi? Karibuni sana nyote. Naam, ni miaka sitini na nne kama tunavyofahamu, baada ya uhuru, sherehe za maadhimisho ya uhuru huo hazipo. Gwandumi, nianze kwako. Hapo ndipo Watanganyika walipotegemea kuiona nchi yao? Hapana, hatukutarajia kufika hapa tulipo, kwa maana halisi ya uhuru. Uhuru ni kwamba kila raia wa Tang Tanganyika wakati huo na Tanzania sasa anaweza katembea mahali popote, anaweza kaishi mahali popote bila hofu yoyote e. Sasa tukilinganisha yanayotokea sasa ni kama vile kufuta uhuru kwa mtazamo wangu, kwa sababu hivi tunavyoongea watu wamejifungia ndani, watu wana hofu, watu wana kihoro, watu wanashindwa hata kutoka kwenye kutafuta huduma zao za msingi, kwa sababu hata maeneo yanayotoa huduma hizo kama maduka yamefungwa. Kwa unapokosa uhuru wa kwenda popote kwenye nchi yako, unapokosa uhuru wa kufanya jambo lolote lile hata kwenda kazini huwezi kusema aweze nasherekea uhuru wa nchi yako, au uko huru, unakuwa hauko huru. Lakini yote haya ni matokeo ya chanzo ambacho kulicha kianza, ambacho cha kwanza ni kufanya ubaguzi wa kisiasa. Lakini pia kuna matukio mengi ambayo yalikuwa yanatisha, ni ya kikatiri, yanatokea hatujayatatua, ya hatukutatua, ndio maana tumefikia hapa tunakosa hata uhuru wa kutoka nje kwa sababu ya haya yaliyotokea kabla ya dese Oktoba ishirini na tisa wakati wa Oktoba ishirini na tisa na baada ya hapo. Saumu, sasa ni Bwana Jawadu. Bwana Gwandume anasema kwamba ni kana kwamba uhuru umefutwa, na bila shaka walioko madarakani ndio waliofuta uhuru huo. Hivi sasa kinachoshuhudiwa ni wasiwasi wananchi, naonyesha hawana imani na uongozi, ndio maana wanataka kuonyesha ghadhabu zao mitaani, kwa hichi ambacho kinashuhudiwa tangu tarehe 29 Oktoba mpaka hii leo, ambapo walitarajia wananchi wa Tanzania kutoka mitaani. Wewe unaweza kusema Tanzania imefikaje hapa? Mimi kwanza nadhani ni mtazamo uliokosa utafiti kusema kwamba uhuru umefichwa, ume, ume, ume, ume kwa sababu umefutwa leo eh, umefutwa ume, ume, kitu ambacho kusema kweli, kama tunazungumzia dhana ya uhuru wa nchi kujiamulia mambo yake yenyewe, dhana ya uhuru wa watu kuchangamana, dhana ya uhuru wa watu kuzalisha mashambani, dhana ya uhuru ya wa watu kufanya biashara, dhana ya uhuru wa watu kufanya kazi maofisini, dhana ya uhuru wa watu kuchagua wapi aende wapi aishi. Kusema kweli kwa Tanzania tumepiga hatua kubwa sana, licha ya hiki anachokieleza mwenzangu ambacho ni changamoto ya siku mbili tatu iliyopita, lakini kiukweli, miaka sitini na nne ya uhuru Tanzania tuko mbali ukilinganisha na mataifa mengine, na hii inatokana kwanza na uhuru wenyewe, kwamba tumepiga hatua kubwa sana katika taifa letu, kujitegemea mambo yake yenyewe, kujiamuria mambo yake, kuchagua marafiki na kutofungamana na upande wowote, kulinda heshima ya taifa ya ndani, kulinda rasilimali, lakini uhuru katika kupambana na maadui watatu ambao ilikuwa ni, ni, ni, ni, ni, ni tangazo muhimu sana wakati tunapata uhuru mwaka sitini na moja, kwamba lazima tupambane na umaskini, maradhi na ujinga. Sasa pamoja na, na hayo Bwana Jawadu Jawadu, pamoja na hayo bwana Bwana Gwandumi alisema kwamba anahisi kilichoifikisha hapa Tanzania ni ubaguzi wa kisiasa umetaja. Eh, uhuru upo wa aina mbalimbali, uhuru wa kujichagulia, uhuru wa, wa, wa yote hayo uliyozungumza. Lakini je, kuna uhuru wa watu kukosoa, uhuru wa watu kusema wanachokihisi wanapaswa kukisema, uhuru wa kufanya siasa? Yote hayo unaamini kwamba yapo katika kipindi hiki ambapo Tanzania inashuhudiwa iko katika hali hii tunayoiona hivi sasa kwamba wamechoshwa na pengine kuzibwa midomo. Kwa kweli, inahitaji in, ushahidi wa kutosha kusema watanzania wamechoshwa, kwa sababu idadi kubwa na kiwango kikubwa cha watanzania, ukisikiliza maoni yao, hawaoni hali mbaya hiyo ambayo inatiliwa chumvi na wasemaji wengi ambao kwa kweli pia nao nadhani wanakuwa hawatumii rejea zilizo sahihi. Kilichotokea baada ya, ya, ya tarehe ishirini na tisa ni jambo ambalo limeshatolewa maelezo mengi na si kipimo tu unachoweza kutumia kusema kwamba Tanzania hakuna uhuru, wakati viko vigezo vingi ambavyo unalipima taifa kwamba taifa hili lina uhuru na liko huru. Sasa huwezi ukatumia eneo moja tu la kasoro ndogo ambayo kwa kweli wala si changamoto ya Tanzania pekee. Hata hapo Ujerumani ulipo, jana nimeona watu wakizuiliwa kuongea wakati vijana wanaandamana ku, kupinga sheria ya kwenda jeshini kwa lazima. Sasa huwezi kusema Ujerumani haina uhuru kwa sababu ya hicho kilichotokea. Kwa hiyo zipo kasoro ambazo zinaweza zikawa zinatokea na ni za kidemokrasia, kwa hiyo sababu demokrasia si kitu ambacho kimekamilika kila wakati. Bwana Jawadu, hapa Ujerumani watu wanapotaka kuandamana wanda, wanaandamana kwa uhuru kabisa kwa kupewa kibali na kwa kulindwa na vyombo vya usalama. Lakini nataka kumuuliza Bwana Gwandumi Mwakatobe, maendeleo anayoyazungumzia Bwana Jawadu yanaonekana na Watanzania? Naam. Uh, asante sana eh, eh, Saumu, kabla sijajibu hilo hilo la maendeleo, ngoja niliweke vizuri ambalo Jawadu Muhamed yuko makini sana na, na, na mheshimu pia, kwa sababu anaeleza kwa makini ile <laughs> asija kakosea. Maka ukikosea unaweza ukatumbuliwa moja kwa moja. Niseme hivi, maandamano kwetu sisi hatupewi kibali wala hayatolewi ruhusa na mtu yeyote yule awae, hata vyombo vya ulinzi. Maandamano ni haki ya kisheria ya kila Mtanzania, anayo haki, hakuna anayetoa hiyo haki wala anayepaswa kuizuia, nijuavyo vivi mimi, na hata jawadu anafahamu kwamba, ila tunapaswa kutoa taarifa kwamba kutakuwepo na maandamano, lengo letu ni hili. Hayo e, yapo na yanafanyika ingawaje miaka ya karibuni suala la maandamano limekuwa kama ni utashi wa rais, ni ruhusa ya rais au ni kibali, lazima upate kibali hapa. Kwa kweli sheria zetu ni nzuri tu, kasoro tu ni kwamba hazisimamiwi kwao. Hata maandamano wangeyaruhusu kwamba ya maandamano yawepo, jeshi la polisi linasema tumeyazuia mara nyingi likisema, kulingana na taarifa za kiintelijensia kwamba kutakuwepo vurugu kama watakwepa wanaoandamana kwa amani. E, e, jeshi la polisi kazi yake ni kuwazuia wanaoleta vurugu, kuwazuia wanaovuruga maandamano. Waandamanaji wanapaswa kuwa huru na kutoa e, madukuduku walio nayo, huko ndiyo kuwa na uhuru. Lakini niseme suala la maendeleo, kusema ukweli, maendeleo ni jambo ambalo ni la mchakato mrefu, halina mwisho, ila sisi sasa tunajilinganisha na tulikotoka na tulipo, hasa sasa hivi ambapo vijana wengi hawana ajira, ambapo watu wengi wengi wanashindwa kufanya shughuli zao kulingana na mambo ambayo wanazuiwa. Kwa mfano, kuna malalamiko kwamba uwekezaji wanapewa kipaumbele sana watu walio watu wa nje. Sawa, ukitaka kuwekeza tunapata shida sana, kwa hiyo tunarudi nyuma kimaendeleo. Tuachie hapo, tuachie hapo. Bwana Gwandumi umetaja kwamba kwa kimaendeleo Tanzania inarudi nyuma na Bwana Jawadu ametaja suala la kuwepo uhuru, lakini ukitazama kwa mantiki alichokizungumzia Bwana Gwandumi kwamba vijana walio wengi hivi sasa Tanzania hawana ajira, tunafahamu kwamba vijana chini ya umri wa miaka ishirini na nne ni asilimia sitini na nne na idadi kubwa pia ya Watanzania kiasi milioni sabini wamezaliwa baada ya uhuru. Uhuru huu tunauona tuna hivi sasa, bwana Jawadu, nikitaka kuitazama hali ya kisiasa kwa ujumla wake e, tunajua kwamba Tanzania ilikubali mfumo wa vyama vingi mwaka 1992 na hivi sasa tunapozungumza, viongozi wa upinzani wamekuwa wakiishi kwa mashaka na sijui kwa nini watawala wamekataa kuheshimu mfumo wa demokrasia ya vyama vingi. Pengine unaweza kutueleza mimi nadhani kwanza, kabla ya ku kwenye swali lako, katika eneo la maendeleo lazima tukumbuke kwamba taifa letu limepiga hatua kubwa sana maendeleo. Leo tunazungumza Tanzania ya miaka sitini na nne ikiwa kila nyumba ina umeme. Ukitoka hapa Dodoma nilipo kwenda kijini kwetu ni kilometa zaidi ya elfu moja na mia nne unapita kwenye lami, nyumba kila unakopita imewekwa kwa bati. Lakini pato la mtu mmoja mmoja Tanzania limepanda sana zaidi ya ya, ya milioni tatu na, na, na, na, na, na laki mbili kwa, kwa mwaka lakini ni ukija kwenye miundombinu ya serikali ilivyo majengo ya serikali ya taasisi sawa. Tuje kwenye hali ya kisiasa katika swala la vyama vya vingi, la kwa kweli tumekuelewa. Tume sawa, eneo hili la kisiasa, kusema kweli, ziko changamoto ambazo kwa ni za dunia nzima, si za Tanzania tu, kwamba hali ya tofauti. Tuzungumzie hizi za Tanzania, kwa nini watawala wamekataa kuheshimu mfumo wa vyama vingi wa demokrasia ya vyama vingi? Leo vyama vingi tunapozungumza, auu tumetoka kwenye uchaguzi ambao vyama, vyama vilivyohusika kwenye uchaguzi ni zaidi ya kumi ni, ni kumi na saba. Leo tunazungumza nchi ya ambayo ina vyama ambavyo vinashiriki katika shughuli zao za kidemokrasia, vinafanya uchaguzi, vinaendesha mambo yao. Sasa unapotaja vyama vingi kwa kuzingatia kasoro tu za chama kimoja cha Chadema ambacho pengine kimepita katika msukosuko wake wa ndani kimejimegua chenyewe na kimeshindwa kushindana katika ushindani wa, wa kweli hapo. Kwa kweli nadhani pia unakuwa hujatumia mtazamo sahihi. Vyama vingi vi ni pamoja na idadi, ni vi vyama vingapi havishiriki siasa Tanzania? Karibu vyama kumi na saba viko kwenye siasa, vilisimamisha wagombea urahisi. Sasa demokrasia inapotizamwa lazima kwa kweli tuwe na tuena, na uadilifu katika kusema hilo. Ni, ni ni matatizo mazoe yaliyopo katika baadhi ya vyama ambao, muda wetu hauruhusu bwana Jawadu kuendelea kwa hilo. Tumekusikia mpaka hapo, lakini naomba niulize swali hili la mwisho kwa Bwana Gwandumi. E, tukitazama tuki, nyuma historia lisikika Mwalimu Nyerere kwa nyakati tofauti akizungumzia juu ya hatari ya viongozi kuwa na madaraka makubwa, akitahadharisha kwamba kunaweza kukawafanya kuwa madikteta. Bwana Gwandumi, hicho ndicho kinachoshuhudiwa hivi sasa Tanzania? Ni sahihi kabisa, ingawaje nimewahi huko kuhoji nyuma kwa jinsi ambavyo mwalimu Nyerere alikuwa na hekima kubwa sana lakini hakuweza kufanya mabadiliko ya, ya, ya, ya katiba eh, au kuchochea mabadiliko ya katiba iliendane na mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo aliyaona hayo, lakini pia hiyo katiba inayompa madaraka makubwa ilimpa hata mwalimu Nyerere, kwa hiyo mkoa wa Dodoma. Asanteni sana kwa kushiriki kwenye mjadala huu.